Wadada, auzubillahi minashaitan. Mguu, usha kom, kom, koma. Koma, umekoma. Unajua mguu, Bismillah. Sikiza. Umeona huku. Huku mguu, umekoma. Umesikia? Sasa, dawa yake ni kwambie. Unachukua bicarbonate soda, toothpaste, and lemon. Eh? Unaichukua, una mix together. Inakuwa e kama paste. Ukishachukua unachukua kama paste. Sasa una oh, unachukua una dodoki lako. Unasugua. You understand? Eh. Unachukua dodoki lako unasugua, eh? Unachukua unasugua. Na kama huna dodoki lako una eh? una una stone. Unachukua ile stone. Kuchu, kuchu, kuchu. Umesikia? Hapo mguu wako utakuwa kama hivi na wanye mloko, mna diabetes mguu wako sometimes unabuka buka buka kama hii. Umesikia? Sasa nishakwambia ni bicarbonate soda, lemon na toothpaste. Wallahi lazima utanambia, dada Zahra kaza sikizi. Mama wangu anaita dada Zahra, napiga simu nambia dada Zahra. Anyways, utanambia dada Zahra, mguu wako kitu soft, yani slimy. Sawa? So, ah karibu mama kusaidia.